Ni miaka miwili iliyopita, ni miaka miwili sasa. Miaka miwili iliyopita, miaka miwili iliyopita, huyu mzee wa kanisa huyu, pamoja na mwenzake aliyotoka nje, walimshawishi ndugu yetu mmoja muislamu kumleta mtoto wake Kongwa kwa ajili ya kuombewa mtoto wake alikuwa kipofu kwa muda mrefu, si kwa miaka mingapi, lakini alikuwa kipofu ambaye mpaka alipewa na fimbo nyeupe shule, aliacha. Alikuwa kipofu akapewa fimbo nyeupe, kwa hiyo akawa hivyo kwa muda mrefu. Sasa hawa wazee wa kanisa, naomba tu msimama iswaiakaisa hawa, hawa, so hawa. Wakati huo hakuna kanisa Dodoma hapa ajit hii hapa, lakini wao walifahamu kule Mbea kwa wakaongea na yule baba kasema, huyu mtoto wako huyu aaaaanapita hapo kapita ao kwasahuyu mtoto wako huyu kama tutampeleka Kongwa akiombewa ataona. Amen. Amen. Amen. Amen. Kwa hiyo wakamshawishi waka akasema sina, baadae akawaambia sina nauli, akasema si tuko tayari kukulipia nauli, na wakati wao walikuwa hawajawahi kufika Kongwa kabisa, akakubali Wakamleta, siku ilikuwa Ijumaa, ilikuwa siku gani? Ilikuwa Jumamosi, tulikuwa na maombi ya, ya myooro, na mimi nilikuwa madhabahuni tunaomba, tunakaribia kumaliza ile ibada ya maombi, tunakaribia kumaliza ibada ya maombi, nikaona kikaratasi kinaletwa mbele madhabahuni kwamba kuna wageni kutoka Dodoma na wamekuja wanahitaji maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nikashuka madhabahuni nikaenda madhabahu ya chini pale, nikakaribisha wageni. Kwa hiyo wakaja hawa mama wawili wakaja na huyo ndugu yetu wa Kiislamu na kanzu yake kabisa, wakaja na huyo kijana kipofu, akasema huyu kipofu sisi sasa, hawa wakashuhudia, akisema sisi tumemleta hapa tunaamini kwamba akija hapa atapona, na ndivyo tulivyomwambia huyu. Yale maneno yaligusa sana moyo wangu, nikasema kwa imani hiyo iliyofanya mtoke Dodoma mpaka mje hapa, Mungu atatumia imani hiyo kufanya mtoto aone. Naona kuna watu wanaangalia kule nje, nataka msikilize muujiza. Au uko nje huko Hawatakusaidia, sikiliza muujiza huu. Muujiza ukiusikiliza na wewe utaumba umuujiza wako. Tuna maana kwamba mchana wa leo Mungu aliyefanya kwa huyo afanye na kwako. Sasa watumishi wa Mungu, siku ile Mungu alifanya muujiza, siku hiyo hiyo yule mtoto aliona. Bahati nzuri sana tulikuwa na tumishi wa Mungu hapa tena. Kwa hiyo ule muujizo alipotokea na fimbo yake nyeupe, zee alipata shangwe ya hali ya juu. Kwa hiyo alibeba ile fimbo, tuka tukapiga picha kisibaisha ile fimbo. Sijui kama ile fimbo ile picha ziko, ziko, ziko, unazo zile picha ziko na mama. Haya Zile picha sasa, yule kijana amepokea uponyaji, ana miaka miwili tangu anaona. Leo amekuja anasema kuja kusalimia, anasema kuja kusalimia, na kwa sababu hiyo tena anatakiwa kuondoka haraka kurudi Kondoa, na ndio maana tukaona ni vizuri tusimamishe ushuhuda pamoja na kwa kwamba kwa likuja kulisalimia tu, mimi kanisa li lifahamu kile Mungu amefanya kwa ajili ya kijana. Kwa hiyo mkaribishe sasa yule kijana aja hapa, kijana. Nani anaitwa? <applause> Juma Juma Luka, njoo hapa Juma. Mjambo, nipe kodi. Mjambo Juma, juma Luka, <applause> Ulipona kwe? ulipona macho yake. Ni. Ulikuwa huoni. Ni. Na sasa hivi unaona. Ni. Nimeambiwa unaendesha na basikeli, ni kweli? Kweli. Yaani anaona, na sasa anaendesha na basikeli. Makofi la kwa. Na sasa untampa nini Yesu moyo wako. Kiswahili, mtu wa kijijini Kondoa, kijijini lakini anaona sasa. Ili uone kwamba anaona, nitamwambia nifuate. Sawa haya, nifuate <coughs> Na ukiangalia macho yake utasema kweli huyu alikuwa gani nani? Kipofu. Kasi macho yake yanaonyesha kwamba kweli alikuwa kipofu. Ni kama watu walikuwa wanasema wale watu walisema huyu mtu anaonekana alikuwa kipofu. Sasa anaona. Alafu anamwambia, "Hivi ni wewe ni kweli ndio ulikuwa kipofu?" Na sasa unaona. Akasema, "Ndio. Naelewa kuponya mtu anaitwa Yesu." Sasa Yesu amemponywa. Na kwa kweli, labda mtoe shuhuda kidogo, nyie mlimleta kwamba mlimleta mlijisikiaje? Wakati mlipojisikia moyo, mlijisikiaje mpaka mkamleta? Karibu baoka kari. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ha, kwa kweli tunayo furaha ya kumwona Juma. Juma tulikutana naye elfu mbili na ishirini na moja ilikuwa ni mwezi wa kwanza, tulikutana naye tu kwenye daladala. Sisi tulikuwa tumjui, tulikuwa kwenye daladala, tumetoka nane nane tunaenda saba saba, tukamwona yuko na baba yake, baba akashika fimbo na mkono mwingine ikamshika mtoto ndani ya daladala, na kilichofanya tumwangalie sijui, labda ilikuwa ni nguvu ya Mungu tu inatutuma. Alikosa siti kwenye daladala kwao, tukamwambia mbona ukai, alafu tukaa tujui nani haoni, kwa sababu Juma alikuwa haoni, lakini mboni jicho linafunguka ila haoni. Tukamuuliza baba yake, uoni wewe? Akasema ni mtoto. Tukasema ah, basi njoo tukupishe ukae. Bahati nzuri akampisha mtu mwingine, lakini tukakaa naye sambamba tukamwambia huyu mtoto wako ndo haoni? Akasema eh hey. Tukasema mbona kama anafumbua jicho, akasema ndio anaona. Tukamuuliza sasa, tunaojiana naye kwenye daradara, tukasema toka amezaliwa? Akasema hapana, alizaliwa anaona, lakini baadaye akapoteza nguvu ya kuona, akaendelea kukua sema, kwa namna hiyo. Akasema tumetembea kwenye mahospitali ya Dodoma, ikashindikana, tukapelekwa Dar es Salaam CCBRT, tumehudhuria huko kliniki ya sisi ya hivi leo ndo tumeshuka mchana huu, ilikuwa ni saa nane, tulikuwa kwenye maombi na sisi ya mwezi wa wa kwanza. Akasema ndo tumeshuka tumetoka hospitalini, lakini ndo tumepewa taarifa kwamba tusiende tena kwa sababu hataona tena. Ah, wamekuta ana tatizo kwenye fuvu, ana ana kovu ambalo linasababisha asione na haliwezi hatuwezi tukamfanyia operation, kwa hiyo msije tena. Kwa hiyo kwa ndo siku yake ya mwisho kwenda kufuatilia kliniki. Basi tukaanza sisi kumwambia umewahi kumuombea? akasema hapana. Tukasema basi twende tumuombee atapona. Hivyo daladala ikawa inaenda mpaka tukafika saba saba. Tukashuka tukamwambia njoo tumpeleke kwenye nani kwenye huduma ya maombi kwa sababu sisi tulikuwa kanisani, tulitoka kidogo. Ilikuwa ni saa tisa tunarudi kanisani. Tukasema twende tumpeleke akaombewe. Akasita sita sana, lakini alikuwa na sababu. Kwa kifupi alisema mimi ni Muislamu Eh, kuingia kanisani sijawahi, lakini mpaka nikae na familia na mimi ni mtoto wa pekee wa kiume. Wakiniona nimeenda huko watanitenga. Tukaomba namba ya simu, tukasema basi ongea nao, kwa sababu tulimuuliza unakaa wapi, akasema mimi naishi Kondoa, ila mama yangu mzazi yuko hapa hapa anakaa Chang'ombe kwao. Tukasema nenda kaongee na mama, utaku, utatupa jibu tutakupigia. Akaenda kule, mama yake alikataa alikataa mama yake, yeye akakataa, kaendelea tukaendelea kumpigia mpaka akaamua kwenda Kondoa. Tukaendelea kumpigia akasema, mimi naendelea kuwashirikisha ndugu zangu ili hata kama niki, nikienda kanisani wasinitenge. Baada ya muda alikubali, akasema, jamani, mimi nimekubali. Hapo katikati tulimwambia vitu vingi, toka Dar es Salaam huko peke yako, kwani kuna mtu amekusindikiza? Kuna ndugu? si umeenda peke yako, hata kanisani twende peke yako. Tulimsii sana lakini tunamshukuru Mungu. Kupitia yale maombi tulikuwa tukiomba, Mungu alionekana alivyotujibu kwamba nimekubali. Tulifurahi, akasema basi, niko tayari nitakuja. Tukasema utakuja lini? Akasema nikipata nauli. Tukasema tukikutumia unaweza ukaja? Akasema hata kesho. Kwa kweli tuliona ni muujiza. Tukamtumia nauli, ilikuwa siku ya Jumamosi. Akaja asubuhi, akaja mchana, kwa dharura akasafiri. Alivyosafiri yule mtumishi wa Mungu ambaye baba yetu alikuwa baba yetu wa kiroho tukaanza kujiuliza, sasa tumpeleke wapi? Kumbe Mungu alipanga tu kwa kumpeleka. Tukasema tumpeleke wapi, tumpeleke wapi? Baadaye mzee wa kanisa mwenzangu akakumbuka, akasema eh, kuna baba mmoja alikujaga kule Dodoma kwa Bibi Mishori pale, aliendesha semina. Yule baba ni wa huko Dodoma, alikuja Mbeya, I mean alikuja Mbeya, anaitwa Mchungaji Denis. Hivi una namba yake? Nikasema pokea simu. Na tunachoshukuru huyu baba yetu, simu yake haijawahi kuzima hata akiwa ibadani hata akiwa wapi, tulimpata tukaongea naye, akasema nyie mko wapi? Tukasema tuko Dodoma, akasema karibuni mwai kuja Kongwa, tukasema hatujawahi, akasema njoni tu moja kwa moja, akatupa ramani. Basi tukapanga safari, tukaondoka na baba yake Juma na mwenzangu hapa, huo mwezi wa kwanza tukaenda Kongwa kwa mara ya kwanza, tukawahi kufika na kwa hiyo mwai kuja kesho baadaye akafungua mkono akasoma ile message. Alivosoma ile meseji akasema, kuna watu wanatoka Kongwa wanatoka Dodoma wanahitaji maombi, mmefika? Tukasema ndiyo, tupo. Basi tukawa tumeinuka tukaenda mbele, kufika pale tukamuuliza baba yake aliulizwa. mtu mtu ambaye nilikuwa namuona mle kanisani ni waziri. Waziri, waziri alikuwepo amekaa kwenye basikeli alikuwa anaumwa Namkumbuka sana alikaa pale mbele na siku ile nilihisi kabisa naye waziri alipata uponyaji. Kwa hiyo hii ndio historia yetu ya huyu mtoto, hii ndio historia yangu kwa kifupi na huyu mtoto. Amen, barikiwe sana. Amen. Nataka kusema kuomba, alisema kwa imani mlikuja nayo alitamka, nakumbuka maneno hata dakika tatu, moja ikuzidi akasema uwe mzima. Pale pale Juma kaulizwa unaona wakati watu wametumia muda mrefu kwenda Dar es Salaam na uchumi wenyewe, yule baba hali yake sio nzuri, lakini kitu kilitokea kwa dakika chache, nikasema kweli, Mungu unashangaza Amen. <coughs> Saan. Saan. Amen. Mimi baada ya kuona ule muujiza cha kwanza nilichukua ile fimbo ili atembee bila fimbo nione. Amen, Haleluya. Sasa kuamini kama ameona Mungu anamfuata hivi anamfuata hivi, na mtu amekuja anafanya hivi, ilikuwa ni shangwe kubwa sana Haleluya. Na sasa uli mtoto baba yake ni Muislamu na nakalelewa katika Uislamu, hata wa pili anaona Amen. Na sio tu kuona, anaendesha basikeli Haya, ifuate tu. Mungu akubariki na tunakutakia safari njema. Yaani, wamekuja na baba yake anataka waende kukondoa, na wengine wanahitaji kuinuliwa imani zao. Unawezekana wewe shida yako ni ndogo sana kuliko aliyokuwa nayo huyu. Yesu aliyefanya kwa... Asante sana kwa uponyaji ulioufanya juu ya kijeweka mikono cha wagonjwa, na hawa wagonjwa watapata mwenye fimbo nyeupe. Na sasa leo tunashuhudia wazi wazi kwamba Mungu, ambao umeufanya kwa Juma, na ndivyo atakavyofanya u... Makofi tena, washangwe watu waustabei, bila mnakuwa staarabu sana